Bali za size, leo napenda tuzungumzie, kuna kitu kinaitwa desktop and laptop hmm. Tukizungumzia desktop, maana tunazungumzia kompyuta ya mezani. Tukizungumzia laptop, tunazungumzia kompyuta mpakato ambayo ni portable, unaweza kuibeba popote hmm? Lakini desktopu, kuibeba popote pale, lakini huwezi kuibeba mkononi eh? au kwenda nayo sehemu nyingine zaidi ya kukaa eneo moja na kufanya nayo kazi. Na tukiangalia hapa picha zetu, tukizungumzia desktop, mada ya leo hii hapa hii. Hii ni muda wa dakika nne mpaka dakika sita tutazungumza. Mwezeshaji wako ni Ibrahim Saru Mtoela ikiwa kama ICT technician kutokea Smart ICT Hub. Eh? Vile vilevile tutakuwa tuna online training session. Eh, kama utakuwa unahitaji, unaweza tukawasiliana ili kwa ajili ya kufanya online training session kwa wale ambao wapo maofisini wanahitaji kujifunza program tofauti tofauti kama vile Excel, Mm? PowerPoint kwa ajili ya kufanya uwasilisho, tukizungumzia labda Word katika kutengeneza ripoti tofauti tofauti tofauti, kutumia Excel mm? kwa ajili ya mm? kwa kufanya mahesabu tofauti tofauti ya kiofisi, tukizungumzia PowerPoint kwa ajili ya kufanya uwasilisho eh? unahitaji kufanya uwasilisho, basi ni lazima utumie hizo program eh, zipo ni nyingi. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili yako Smart ICT Hub uh, tukianza na utangulizi kwamba lazima tujue kwamba kompyuta ni nini. Kompyuta ni kifaa muhimu katika maisha ya kila siku, si ndio? Nyumbani, ofisini na shule, si ndio? Vilevile, tukiangalia utangulizi tunaona kwamba leo tutaangalia tofauti, faida, hasara na mapendekezo kati ya desktop na laptop, kutokana na matumizi yako au na shughuli zako za kila siku. Kwa katika utangulizi wetu tutagusia, kompyuta ni kifaa muhimu maisha yako ya kila siku nyumbani, ofisini na shuleni tutazungumzia. Leo tutaangalia tofauti, faida, hasara na mapendekezo katika desktop na laptop. Vile vilevile mm, tukiangalia, je, unaweza kuwa unajiuliza desktop ni nini? Ilieleza hmm? Hapo awali i ufupi, lakini hapa tuangalie kiundani ni nini? Desktop ni kompyuta ya mezani, ni CPU, monitor, keyboard na mouse. Tukizungumzia CPU tunamaanisha ni hii hapa device, unaona? Hii ni device hardware. Ah, kwa wale ambao ni basic au beginner tunaitamka kama nini? CPU. Lakini kwa wale ambao wapo advanced wanaweza wakasema ni nini? Computer case, kwa sababu CPU ni kifaa kidogo, chip ndogo sana ambayo ipo ndani ya nini? Computer case au ipo attached ndani ya motherboard. Lakini kwa wewe ambaye unajifunza kompyuta kama matumizi, sio kama fundi, hii inaitwa CPU mm. Na hii hapa, hii inaitwa ni monitor eh? Kwa hiyo tunaona kwamba kompyuta desktop imekumbaini CPU, monitor, keyboard na mouse. Tukizungumzia monitor, ina maana tunazungumzia hapa. Tukizungumzia CPU, tunazungumzia hapa. Tukizungumzia keyboard, tunazungumzia hapa. Tukizungumzia mouse, tunazungumzia hapa. Tunazungumzia hapa, hii kwa ajili ya matumizi ya kuinteract mm, kufanya choice, kuchagua application mbalimbali au kuitake na same tab mbalimbali katika nini, katika kompyuta yako. Lakini hii keyboard hii inatumika kwa ajili ya kufanya na kutype, hmm, kwa ajili ya kutype. Na hii monitor kadi yake kwa ajili ya kushow, hii ni kama display eh, lakini shughuli zote zinafanyika katika CPU, mchakato wote unafanyika eneo hili. Hii inatumika kama display tu kwa ajili ya kuonesha kile kinachochakatwa humo, unaona O mm. Keyboard inatumika kuingiza data. Tukizungumzia data ndio kitu ambacho hakijachakatwa, kisha chakatwa kinakuwa ni information. Maana ukishaingiza data hapa, maana zitakuja hapa zitachakatwa, baada ya kuchakatwa zitakuja ku display zinakuwa kama information zinazoeleweka. Mm-hmm. Na hii inatumika kwa ajili ya ku interact, kuchagua sehemu tofauti tofauti ndani ya nini? Kompyuta yako kwa hiyo tukiangalia kompyuta ya mezani tunazungumzia CPU, monitor, keyboard, na mouse. Mm -hmm. Kwa hiyo desktop inatumia umeme wa moja kwa moja AC. mm -hmm. Inatumia umeme wa moja kwa moja kutoka katika switch soketi au UPS kwa backup, katika au unaweza ukatumia kwa ajili ya nini pale umeme unapokatika ili uweze kusave kazi yako kwa muda kadhaa, lakini hii inatumia umeme direct kwa maana mm -hmm. tunaona tumetaka tuzungumzie tofauti ya desktop na laptop kwamba desktop huwezi like kuibeba na kutembea nayo kwa sababu hii inahitaji umeme wa nini wa direct hmm, kutoka katika switch socket Vilevile hmm. Tukizungumzia desktop, tunaangalia maeneo ambayo imetengenezwa kwa matumizi ya kudumu ofisini au nyumbani. Tukizungumzia matumizi ya kudumu ofisini au nyumbani, tunamaanisha kwamba hii lazima ipate sehemu special, kwamba kama nyumbani utumie nyumbani, kama ofisini utumie ofisini. Uwezo kutumia tu barabarani, labda utembee nayo, kwa sababu kufika sehemu yote, unaweza kuifungua na kuendelea na shughuli zako. Tofauti yake na laptop. um. Vile vile tukiangalia Tumeangalia tofauti ya desktop. Sasa tuangalie tofauti ya laptop, eh? Kompyuta mpakato. Tukizungumzia laptop ni nini? Laptop ni kompyuta ya kubebeka, yenye screen, keyboard, et a processor katika kifaa kimoja. Ile desktop tumeona kwamba vitu vipo tofauti tofauti, separated. Yani kila kitu kipo attached tofauti tofauti. Lakini hii imecombine vitu vyote vipo soldered. Keyboard ipo hapo hapo, mouse ipo hapo hapo, touchpad, display ipo hapo hapo. Unaona? Huo ni utofauti wake. Mm -hmm. Na vile vile inafanya kazi kwa betri au umeme wa moja kwa moja. Vile vile inaweza kufanya, inaweza kufanya kazi kwa njia mbili. Inaweza kufanya kazi kwa umeme moja kwa moja au umeme wa moja kwa moja katika kufanya shughuli zake. Vile vile laptop ni rahisi kutumika mahali popote hii, hmm? Ni rahisi kutumika mahali popote, unaweza ukaibeba kwenye begi lako na ukaenda kutumia popote tofauti na desktop. Uwezi kutumia mahali popote, lazima utumie nyumbani au ofisini. Ah, vile vile tukiangalia tofauti kuu kati ya desktop na laptop kwamba uhamishwaji wami desktop, haibebeki laptop inabebeka. Hiyo ni tofauti yake eh? Naona vile vile umeme uhum. Tukiangalia umeme, desktop inahitaji umeme wa moja kwa moja, laptop ina betri. Naona huo ni utofauti mkuu hmm? Tumeangalia eneo hilo vilevile uwezo wa kuboresha. Desktop ni rahisi kuboresha vipuri Hmm? Tukizungumzia upgrade kwa wale mafundi kutaji kwa upgrade, yani kuongeza labda kwamba hard disk yangu ina GB 500 labda nahitaji niongeze terabyte 1 basi kwenye desktop ni rahisi kuboresha. Vile vile labda kwamba mimi naona hapa interface card ime imekuwa ni ndogo, au hii nahitaji kuongeza hapa interface card, labda hapa mimi nahitaji kuongeza RAM, yani inakuwa ni rahisi kuintegrate au kufanya changes za vipuri vyake hmm? Kama hivyo labda ku change hmm, v na new graphics card eh, unaweza ukaupgrade kwa urahisi mm, tofauti na laptop. Kwa sababu laptop muda mwingine huwa zinakuja chip zake zipo soldered on motherboard, yani unaweza ukaifungua desktop laptop na usione kwamba RAM iko wapi hadi disk iko wapi, unaona. Lakini desktop ni rahisi hivyo vitu kuintegrate na kuviona na kufanya hizo changes za vipuri tofauti, tofauti. Vilevile kwenye gharama tukiangalia gharama desktop ni nafuu. Laptop ni gharama zaidi. Kwa sababu hii ni portable na ina features za nyingi, eh. Unaweza kutumia matumizi sehemu tofauti tofauti, eh. Kwa sababu gharama kwamba laptop ina gharama kubwa kuliko nini? Kuliko desktop. Vile matumizi ya nguvu. Desktop nyingi, laptop kidogo. Matumizi ya nguvu desktop ni nyingi, laptop ndogo. Kwa hiyo tumeona tofauti kuu katika desktop na laptop. Tumeangalia uhamishwaji kwamba desktop ni rahisi kuhamisha, kwenye umeme kwamba laptop ni beta zaidi, kwenye uwezo wa kuboresha desktop ni bora zaidi, katika gharama desktop ni bora zaidi, katika matumizi ya nguvu desktop ni nyingi au ni bora zaidi. Uh, vile faida za desktop Tuangalie faida zake ni zipi. Faida za desktop tumeona hapo awali kwamba ni uwezo mkubwa wa kuboresha RAM, storage, graphics, vilevile, eh? Faida na uwezo wa juu, ina uwezo wa juu kwa gaming, design na kazi nzito. Naona tofauti na laptop. Mm-hmm. Uwezo wake ni wa juu kwa gaming, design na kazi nzito. Vilevile uhai mrefu zaidi inadumu zaidi kuliko laptop. Unaona vilevile, ni rahisi kutengeneza au kubadilisha sehemu, kwa sababu vifaa vyake sio gari sana, tofauti na laptop. Laptop kivunjika tu kioo kikivulia gia wino tu unaweza kukuta laki na themanini. Hmm. Lakini unakuta kwenye desktop vitu vyake, kioo tu kile pale, unaweza kukuta kinauzwa 400 ile monitor. Hmm. Kwa hiyo unaona hapo kwamba faida yake na maeno kama hayo, vile vile kuna faida za laptop hmm? Kila kitu kina faida yake hmm? Tukiangalia faida za laptop tunaona ni rahisi kubeba na kutumia popote, mm -hmm. inatumika, inatumia betri, haina haja ya umeme wa kudumu, tofauti na desktop lazima ipate umeme wa kudumu. Vile ina vifaa vyote ndani ya kifaa kimoja, mm hiyo -hmm. ni faida ja hiyo mojawapo, tofauti na desktop kwamba monitor peke yake, CPU peke yake, keyboard peke yake, mouse peke yake. Vile ina vifaa kwa Inafaa kwa wanafunzi, maofisini na safari, kama mtu mtu wa safari. kama wewe ni mwanafunzi eh, basi hii ni choice yako nzuri na itakusaidia ita. Vile vile, tukiangalia hasara za desktop. Hasara za desktop ni zipi? Izip eh, haiwezi kubebeka. hiyo ni hasara hasara mojawapo. inahitaji nafasi kubwa mezani. Hiyo eh, ni hasara iyosaa mojawapo. inatumia umeme mwingi eh, iyo ni hasara hasara. haina battery. Ikatika umeme inazima. Azawezi labda utumie nini, UPS na UPS haikupi warranty. Haikupi guarantee kwamba unaweza ukatumia siku nzima. UPS ipo tu kwa in case kwamba kazi yako labda uh, labda kazi yako labda kazi yako labda kazi yako hujaisave au hujaisave hmm? labda ulikuwa unafanya kazi katika Microsoft Word. Sasa umeme umekatika, inakupa option ya kusave kazi yako kwa muda mchache kwa matumizi ya UPS, lakini UPS hatupi guarantee kwamba siku nzima unaweza ukafanya shughuli zako kwa kutumia nini, wakutumia UPS. Ah, vile vile tukiangalia hasara za laptop, hasara za laptop, gharama ni kubwa matengenezo yake ni makubwa vilevile, vipuri vigumu kubadilisha. Unakutana na vipuri vingine kuchange. Tukizungumzia vipuri, ni zile vile vifaa tofauti tofauti. Inawezekana labda ukakutana na disk, ramu, auku ni kuifungua, kubadilisha monitor, kubadilisha kioo yani vipori vyake ni vigumu kubadilisha, yani inahitaji uzoefu, elimu kubwa sana, elimu ya juu na umakini, tofauti na desktop. Mtu yote anaweza kupata basic tu akawa na uwezo kubadilisha hadi disk, kubadilisha RAM, kubadilisha vitu vidogo vidogo, tofauti na ya laptop. Hizo ndo hasara zake. Vile vile inaweza kuharibika haraka kutokana na joto au mshtuko, kwa sababu muda mwingine laptop zina overheat kutokana na aina ya mfumo wa design, kwamba kuna zingine feni zake zipo chini, naona zipo chini, na maana unavoweka kwenye meza au unavoweka labda mtu unatumia matumizi kitandani, unakuta ile haifanyi cooling system vizuri, haitoki hewa vizuri, kwa hiyo hmm. unaipelekea ile laptop inapata joto sana na inaelekea kufua, unaweza ukaua kompyuta yako. Unashauriwa kama kompyuta yako unatakiwa ununue stendi hmm kufanya cooling system vizuri na isivaiti hmm? Kwa hiyo ni hasara moja hapo. Vile vile vitu vyake upungua nguvu kadri muda unavyopita, yani kadri siku zinavyoenda, na uwezo wa kuhifadhi chaji unapungua, kama unavyoona simu yako janja ya mkononi, kadri siku zinavyoenda, uhifadhi wa umeme au uwezo wa chaji unakuwa afifu yenyewe umemako ni wa direct, haihitaji kwamba leo hii umeme uwe mwingi au utakuja baadaye itapunguza umeme. Hapana. Ah, vile vile, mapendekezo, tunaangalia mapendekezo. Mapendekezo nini? Chagua desktop ikiwa unafanya kazi nzito, design, gaming, programming, ah, na utahitaji kompyuta ya kudumu ofisini. Hayo ni mapendekezo. Ndivyo ile, chagua laptop ukiwa unasafiri mara kwa mara nahitaji kompyuta ndogo kwa matumizi ya elimu au ofisini. Kwa mapendekezo yetu na maoni yetu. Kwa msaada zaidi, kama utahitaji ushauri wa kujua aina gani ya kompyuta unahitaji kutokana na matumizi yako, unaweza kuwasiliana kwa namba zangu 0713782390 au unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii, TikTok, Smart ICT Hub, ukatuma message, unaweza tukawasiliana. Au unaweza kunicheki katika Instagram, Smart ICT Hub, ukaleta maoni yako, mapendekezo yako, mshauri msaada, tunatoa katika mazingira hayo, ukihitaji laptop, ukihitaji desktop, unaweza kutuona, tuna experience kubwa katika mazingira hayo, tutakushauri vizuri kutokana na matumizi ya maeneo hayo. Asante sana. Tuendelee kufuatiliana katika channel yetu hii Smart ICT Hub, na amini utaenjoy. Vingi vizuri vinakuja. Huu ni mwanzo tu. Asante sana.